Wenje na Wenje ameona kazi kubwa inayofanywa na Chama Cha Mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani, karibuni hapo kucheza. Wagombea ubunge, sogeni mbele hapa kwa ajili ya burudani. Toti, tuendelee kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, mbunge mstaafu, jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa Chadema kanda ya ziwa Victoria mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, cheo inayoisha kuanzia sasa.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 Kipindi nasoma Geita sekondari tulikuwa nakuja na basi Doto, unakumbuka a Lushanga na Nyeunge, tunatumia masaa kumi kutoka Mwanza kufika Geita. Leo nimetumia masaa mawili kutoka Mwanza kufika Geita. maendeleo ni gradual. Marekani, nchi ya Marekani mwenyekiti, ina umri wa miaka mia mbili na hamsini toka upate uhuru leo. Leo ukosefu wa ajira bado ni swala kubwa Marekani, hawana ajira leo, no, Marekani wanazungumza masuala ya demokrasia, watu wapo Marekani wanaamini wanakandamizwa, dhati za Amerika, nchi kubwa ambayo wanasema ina demokrasia pana na kubwa kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini na naendelea kuamini kwa kwamba hakuna nchi, hakuna serikali popote duniani inayoweza kuotesha maendeleo kama uyoga ndani ya miaka mitano, kumi, yote yakaisha, kila matatizo yakaisha. Maendeleo ni gradual.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 Mheshimiwa Rais, mimi nimechoka kukunja ngumi na CCM ee, na nimalizie kwa kusema kwamba yupo pasta moja, yupo mchungaji moja anaitwa Myles Munroe, nafikiri mnamkumbuka. Alisema kwamba kule kaburini kuna utajiri mkubwa mno, utajiri mkubwa upo kaburini kwa sababu kuna talents, kuna watu wenye akili